Kesho ndio siku hasa ya kufanyika kwa mjadala wa pili na wa mwisho wa urais ambapo wagombeaji watatakiwa kuelezea sera zao kwa wananchi kwa ukamilifu. Kwenye mjadala wa kwanza wagombeaji hao wanane walizungumzia kwa kina masuala ya ICC pamoja na sera zao za kigeni mbali na masuala mengine. Kwenye mjadala wa kesho, masuala ya ardhi na uchumi yanatarajiwa kuvuliwa njuga wagombeaji hao watatakiwa kuchanganua masuala haya na kuelezea Wakenya kinagobaga namna watakavyokabiliana nayo. Ukumbi wa wagombeaji hao tayari umepewa matayarisho kamili, na vilevile watakaohudhuria mdahalo huo watakuwa na makao ya kufuatilia mjadala huo. Hakuna atakayeruhusiwa kuingia katika sehemu ya kufanyika kwa mjadala huo dakika kumi kabla ya mjadala huo kuanza. Ni mdahalo utakaoongozwa na udwa kamimo wa runinga ya Citizen na Joe Ageyo wa KTN kwa mahojiano na runinga ya Citizen wawili hao wamesema kuwa wako tayari kuendesha mdahalo huo.

So so really, huu utakuwa mdahalo wa mwisho kabla ya Wakenya kushiriki shughuli ya kupiga kura litakalofanyika kwa muda wa siku saba zijazo.